aweza kutuma ujumbe mzito ikiwa ni baada ya kutokuteuliwa uwaziri, ambapo ameweza kuandika maneno hayo yenye kugusa na kuumiza mioyo ya watu wengi sana, ambapo nitaenda kusomea bila kuongeza wala kupunguza neno lolote. Ungana nami, mimi naitwa Daud Alexander Scodrizi, hapa ni Blue House Dax Media. Ukisubscribe hapo chini unakuwa mwana familia yetu wa kwanza na nguvu, ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila mda. Sasa karibu nikusomee kile kitu ambacho ameweza kuandika Bashe, ambaye amekuwa ni waziri wa muda mrefu sana na alisifika sana e katika a vyake mbalimbali mbali, ambapo alipata wadhifa na nafasi e, kwa e, namna moja ama namna nyingine. So ameweza kuandika ujumbe huu mzito ambao ulikuwa unaumiza kweli kweli. E, bila kupoteza muda wako, njoo nikusomee katika kile kitu ambacho ameweza kuandika Bashe. Salamu ndugu zangu, natumaini E, natumia nafasi hii kumshukuru Allah kwa kila jambo na kwa baraka zote katika safari yangu ya utumishi. Namshukuru sana mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa aliyoonyesha kipindi chake cha kwanza cha uongozi kama naibu e, e, e, waziri na baadaye kuniteua kama waziri wa kilimo. Ni heshima, ni heshima niliyothamini kwa moyo wangu wote na naendelea kuwa mwenye shukrani kwa nafasi hiyo na ya kuwatumikia Watanzania. Natoa pongezi za dhati kwa ndugu Daniel Geoffrey Chongolo kwa kuaminiwa na kuteuliwa kuwa waziri wa kilimo. Na mfahamu kama mkulima na mzalendo, nina uhakika atamsaidia mheshimiwa rais kutimiza matarajio ya watanzania. Vile vile, nampongeza ndugu yangu David Silinde kwa kuendelea kuwa kuaminiwa eh, kama naibu waziri sana. Sina mashaka naye mzazi, eh, najua atakuwa msaada mkubwa eh, kwa waziri wake. Ninawashukuru pia watumishi wote wa wizara ya kilimo kwa ushirikiano wa hali ya juu mlionipa katika kipindi cha miaka sita. Ninawatakia kila laheri na fanaka katika kuendelea kutekeleza majukumu yenu ya kutumikia Watanzania. Asanteni sana Slide, slide, tunarudi shambani. Ujumbe kutoka kwa mbunge wa Nzega, aliyekuwa waziri wa kilimo eh, Waziri Bashe hichi kimeweza kuvutia eh, watu wengi sana eh, ambapo eh, ujumbe huu umeweza kugusa mioyo ya watu wengi, na watu wengi wameweza kutoa maoni yao. Karibu nikusomee baadhi ya comment, eh, kutoka kwa wadau. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba eh, Haya, mkuje jamani majimboni tuliwamisi. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba hongera eh, sana mheshimiwa Bashe kwa ujumbe huu ambao umeweza kutoa. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba hata Nzega alianza hivi. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba, eh, sio mbaya eh, tuzite mbio za kupokezana vijiti, sio wakati wa kuchagua wengine. Mshukuru ala kwa kila jambo, tuendelee na katiba. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba Eh, hongera sana Mheshimiwa Bashe kwa kutoa ujumbe huu kwa kweli, umeweza kuonyesha ukomavu wa roho yako na kwa kweli tunajivunia wewe. Hongera sana kwa maelezo yake waziri wa zamani of course, kwa hivi sasa, ametulia.